Tumepata viongozi kutoka Kenya, tumepata viongozi kutoka Uganda. Kwa hiyo imekuwa ni kongamano kubwa sana, ambako sasa tumejadiliana, tumepeana mikakati mbalimbali kwa ajili ya kuendeleza huu mchezo wa kuogelea vilevile, tuweze kupata bwawa la kuogelewa linalokidhi viwango vya Olimpiki. Kwa hiyo mipango ili tuweze kufanikisha tuwe na bwawa hilo kubwa ambalo linamiti viwango vya Olimpiki. Kwa jina naitwa Lame Kiborega. Uh, ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Premier Sports Agents taasisi inayojishughulisha na maendeleo ya michezo. Uh, lengo kubwa lilikuwa ni kuangalia jinsi gani mchezo wa kuogelea unaweza ukakuwa Tanzania kwa sababu ni miongoni mwa michezo ambayo inaweza ikaipatia medali uh, Tanzania pengine kuliko michezo mingine ambayo ina ushindani mkubwa sana huko. Kwa jina naitwa David Mbuta ni event organizer. Kuona fursa zilizopo katika mchezo wa kuogelea, waandaaji wengi wa matukio wameacha michezo na michezo wanaofanya ni michezo pendwa na watu wachache, lakini wamesahau kuwa kuna fursa kwenye mchezo wa kuogelea. Kwa tulikuja katika namna ya kwanza kuona kama waandaaji wa matukio tunaweza kufanya namna gani kuupa mchezo wa swimming nafasi katika matukio tunayoandaa, lakini maana ya pili ni kujifunza zaidi, hususan namna ya kuorganize events ku